Ndugu zangu Wanamisungwi, ninatambua kuwa maji ni miongoni mwa mahitaji yenu makubwa. Na kuondoa kabisa mgao wa maji hapa mjini, tayari kiasi cha shilingi bilioni 888 kimetolewa kwa ajili ya upanuzi wa mtandao wa maji wa kilomita 38 ambapo matenki mawili yenye ujazo wa lita laki moja na hamsini na lita tisini elfu yamejengwa katika kata za Misungwi na Igokelo ili kupeleka maji kwenye maeneo ya mwinuko ikiwemo Mbela, Mwambola, Ng'ombe, Iteja na Mwamanga. Mradi huu mradi huu umeshafikia asilimia 87 na utakapokamilika utawanufaisha wakazi elfu ishirini na mbili mia nne na themanini na mbili na bahati nzuri waziri yuko hapa. Uh, ana, anajua kwamba watu wa Misungwi wanataka maji kwa haraka na amekuja kusikiliza hilo. Kwa upangine, kwa upande wa vijijini tuna miradi kumi yenye thamani ya shilingi bilioni tano inayoendelea kutekelezwa ukiwemo mradi mkubwa wa Ukiliguru unaohudumia vijiji kumi na tisa vya kata za Usagara, Ukiliguru na Koromije tayari tenki la maji la lita milioni moja laki tano limekamilika katika kata ya Usagara, na tenki la lita milioni mbili linaendelea kujengwa kata ya Ukiliguru. Mradi huu utanufaisha wananchi wapatao 85 elfu na mia tano. Pia tuna mradi mwingine unaoendelea wa Ilujamate mpaka Buhingo unaotarajiwa kuhudumia vijiji kumi na sita. Hatua hizi zote na miradi hii yote ni uthibitisho wa dhamira ya Chama Cha Mapinduzi na serikali yake kuhakikisha kila mwananchi anapata maji safi na salama. Tunapoenda mbele, na mkitupa ridhaa, tutakamilisha miradi hii muhimu na kuongeza nguvu pia katika kushughulikia changamoto zinazotokana na uchakavu wa miundombinu ya usambazaji.